Habarini za asubuhi, watanzania wenzangu. Kwa niaba ya Wahehe wote Wanyalukolo wote na watu wote ambao mmekuwa mkifuatilia maudhui yetu ya kiutamaduni, ningependa kutoa salamu za pole kwa Watanzania wote na kwa familia zote ambazo zimekumbwa na tatizo hili ya kuwapoteza wapendwa wao na ndugu zao. Sisi kama Watanzania tumepoteza wajomba, tumepoteza wadogo zetu, tumepoteza kaka zetu, tumepoteza watu ambao tuliwathamini sana. tunapenda kutoa salamu hizi za pole na Mwenyezi Mungu akapate kuzilaza roho za marehemu ali pema peponi na Mungu akapate kutupatia faraja. Faraja, tunahimiza upendo, tupendane sisi kwa sisi kama Watanzania. Kama Watanzania tuna haki ya kuthaminiana sisi kwa sisi, hauna taifa lingine nje ya Tanzania, hauna ndugu mwingine akipotea, akiondoka ameondoka. Kwa hiyo tunahimiza upendo tunahimiza kuthaminiana bila kubaguana dini, kabila, dhehebu wala itikadi yoyote ile, tuzidi kupendana. Nimesimama hapa, ni mkurugenzi mtendaji wa Wanyalukolo Cultural Tours, naitwa Elia Mhanze. nawapenda sana Watanzania, thank you.